Warioba anazungumzia wa majaji na utendaji haki sawa, wanasema nimesema vibaya majaji. Warioba aliwasemaje? nimefurahi kuonaon

Nimeambiwa wamemrudisha wame airport kama mnaweza mkamrudisha jaji mkuu wili Mutunga airport asije kuangalia kesi inaendaje, mmekwisha mmekwisha. <laughs> <laughs> <Yeah. laughs> hii ndio inatakiwa. Kaka, unalia